Mzuri kwangu mimi sitaki kutaja jina, sitaki. Dr. Louis, right? Yes, of course. Nakukumbuka, nadhani nimekuona kwenye kikao cha bodi. Tangu nikiwa mtoto, hmm. Nilijitahidi kuwa mtoto mwema ili walau nipatie hata mapenzi yako. Ina maana Rosie ni mtoto wangu. Unachotakiwa kufanya ni kumfanya Simon awe rafiki yako wa karibu. Sina mwingine zaidi yako, wewe ndiye ambaye nguzo yangu na wewe ndiye utakayehakikisha safari yangu inafika pale ninapopataka, baba. Najua katika ulimwengu wa roho naamini kuna kitu kimenileta hapa lakini bado sijafunuliwa kujua ni kitu gani. Simon, nakuomba ondoka! Simon na habari za subuhi. Ah, salama tu baba. Uko sawa? Ndiyo, nashukuru Mungu, niko sawa. Nimepita kukuangalia kuona kama umeamka. Sasa nikuombe tu unyanyuke, ujiweke sawa, uje tu tuombe pamoja, tupate chai alafu Tuendele na ratiba na unajua leo ratiba yetu ni kidogo imeshikamana. Hai, natangulia. Sawa, baba. Thank you. Hello. Muda wako wa kulipa kwa kifo cha mke wa Bishop Moses umewadia. Kao chako na Makena ilikuwaje jana, ko Jake? Wewe mdadisi sana. Mimi milijua umesahau jana bwana. Makena alikuwa kama panya aliyeingia kwenye shimo la nyoka. Bahati yake nzuri, mm. alikuta nyoka ameshiba, na sivyo <laughs> Angeliwa, angeliwa. Mm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Kojake, mm -hmm. kuna habari nzito, huifahamu Dr. Naima? Mm -hmm. Anatembea na Mr. Richard huh? <laughs> Asante. Oh, Mungu bado hujaondoka. mm -hmm. nilikuwa napata chai. Vipi, kuna nini? <sighs> Hii namba imenipigia simu sasahivi. Sijakuelewa. <sighs> Richard, napewa vitisho kuhusiana na kifo cha mke wa Bishop. Nini kinaendelea, Makena? Sijui chochote. Haya yote yamesababisha huyo Richard, kwa kutokujua kufunga hiyo zipu yako. Makena, please. Endelea na mambo yako, nitamsaka huyo mtu mimi mwenyewe, na ataingia katika mikono yangu na anataka tufanye hivyo kwa sababu yeye atamshawishi Jessica kuolewa na wewe. <tinyo> <tinyo> ah. <tinyo> watu wana mipango, watu wana mipango. Baba, jana nilikuwa naye, ni mwanamke mzuri sana na ni rahisi ukamatika <laughs> Kojek, we ni jembe, weni simba shujaa, we hatari sana mwanangu. Sasa sina wasiwasi, kwa sababu nimeshatambua, unajua pa kuanzia. <laughs> <laughs> hilo limeisha baba. Nina uhakika usiku mzima wa jana amilaananiota mm. Sasa <laughs> mi, baba yako, niseme nini? <laughs> kama kazi umeshamaliza kitambo, ninakutakia kila la heri mwanangu. <laughs> kata mti panda mti mapema sana. <laughs> Kuhusu Naima una mpango gani naye? Yaani, unampenda kiasi cha kujali kuhusu yeye, lakini unasahau kama jana tumepewa vitisho na leo nimepigiwa simu Richard. Makena, Richard, nataka kujua naye afanya haya. Huu sio muda wa kuulizia hawara zako <sighs> unahisi ni nani? Sijui chochote, na wewe ndio mwanaume wa ndani wewe ndio mwanaume wa ndani, fanya kazi yako.

Karibu babu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asante sana mjukuu wangu. Karibu babu, nitakuwa namkosea babangu Saidi nikitaka kumjua babangu mzazi. Mtoto anapotaka kujua chimbuko lake si vibaya, ila ubaya ni kwenye pale, kwa nini anataka kufanya hivyo? Mama ananichukia sana, hasira yake imekuwa ni kali mno. Labda nikijua sababu itaweza kunisaidia nijenge amani ya, ya mama yangu. Umejiandaa kuumia? Kwa nini? Namaanisha nini mwanangu? Kuna sababu ya mama yako kuwa hivi? Kwani hajawahi kukuambia chochote kuhusu baba yako? Kama hakuna ulazima, acha maisha yaendelee. Wakati ukifika, kila kitu kitakuwa wazi. Sawa mwanangu. Sawa baba. Morning, Dad. Morning, sweetheart. Can we have a mince? Dad, ni kusu mchana wa jana, anaitwa Bell. dada huyu msichana anajiuza kwenye mitandao na ni kahaba maarufu sana hapa nchini, na popote pale unakoona mwenye hela ndipo anapotangaza soko lake. Unataka kusema nini, Jessica? No. Kuna mtu nahitaji kumuuliza hivi nipate uhakika. But baby usimwambie kwanza mama yako chochote kabla. Okay? Kena, mbona uko hapa? Kuna tatizo? Umeamua kufanya mauzauza yote haya ili mimi nirudi kwako, si ndio? Baba, unazungumzia kitu gani? Kwa sababu hakuna mtu yeyote anaweza kuingia pale nyumbani kwangu mlango ukiwa umefungwa, zaidi yenu nyie watu wawili, msijifanya Msijifanye hamjui wakati nyinyi ndiyo mmeandika maneno ya vitisho kwenye picha ya familia yangu, alafu leo mnanipigia simu ya vitisho kuhusiana na kifo cha mke wa Bisho. Anti, unajua kama hiyo sio staili yetu, na kwa nini tukufanya hivyo? Inawezekana koja, kwa sababu huyu baba yako unayemwona hapa ananitaka mimi kitandani kwake, kwa hivyo chochote kinawezekana. <sighs> uko comfortable kwa na mimi hapa eh? Ah, uh, Bell. Lakini hiki si ndio ulikuwa unakitaka tuwe marafiki, uwe karibu na mimi na tuwe sawa. Au nilikuelewa vibaya? Ah. Uh, uko sawa, na wala si swala la mimi kuwa comfortable, mimi niko sawa tu. Yeah, na mimi sijali binadamu anasema nini. Ila kilicho kilichonishangaza kiukweli ni wito wako kitu ambacho sikukitegemea. Simon, wewe ni mtu wa Mungu, inawezekana Mungu amekupa wa ujumbe wangu na ndio maana ukawa hapa. Uh, uh, kama unahisi hivyo yeah. Na kama ume, umefikiria hivyo, basi inawezekana kawa niko sahihi yeah. <laughs> <Endelea. coughs> Hatujakamilika. Kupishana kawaida, hasa tukikutana pamoja. Hata kwenye familia marumbano kawaida, haimaanishi hakuna upendo. Hakuna upendo. Asante kwa kuniumiza ipa mwanzo mpya, ulipodhani nitashindwa ona, sakojamenivusha faili limetoka masijala. Bosi, unaenda wapi? fulani hivi kanifanya nikumbuke Tecla amesha tuacha. Si, tumwambeni ni bosi.

Naomba sigala. Tangulini, wavuta sigala wakanyimana fegi, rafiki yangu? Kuna sehemu nataka kwenda mara moja, kwa hiyo tuenze tu. Mbona unajifrendisha? Yani unafosi urafiki na mimi sikia, nikwambie. Wewe hauwezi kuwa rafiki yangu. Kaa mbali na mimi, achana mimi. Yani Liam, sijaomba urafiki, nimeomba unisindikize sehemu naokwenda, sawa? Kuna wakati nilisota mengi, nikakosa nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema niwewe niwewe niwewe niwewe niwewe niwewe ni wewe, ni wewe utanishindia Ninasema, ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe, umenishindia, umenipa amani, umenipa furaha, umenipa zaidi ya nilichomba, umenipa